Kwa hivyo ujambo mwanafunzi na mkereketo wa lugha ya Kiswahili, kipindi ambacho kiko hewani sasa hivi ni Uketo wa Kiswahili, kipindi cha elimu ya Kiswahili kwa wote. Mie ndiye naodha wa kipindi hiki Ustadh Kakamnai, na leo ningependa tuweze kuzamia mada ya wahusika na uhusika kwenye riwaya ya Nguu za Jadi, riwaya iliyoandikwa na mwandishi Clara Momanyi. Ni vyema tuelewe, wahusika ni muhimu sana katika kukuza dhamira, kujenga na kuendeleza maudhui, na ni vyema tuelewe kwamba kila mwandishi ana mtindo wake wa kuwakuza wahusika wake tofauti na mwandishi mwingine. Anaweza kuwakuza kutokana na matendo yao, maelezo ya mwandishi mwenyewe kuwahusu, kuwalinganisha na kuwalinganua na wahusika wengine, uzungumzi wao wenyewe kwa wenyewe, na hata kutokana na majina yao, jinsi wanahusiana wana na wenzao na kadhalika. Pana haja kubwa ya kuwagawa wahusika wa fasihi katika makundi mbalimbali mbali. Kumbuka kwamba kuna aina mbalimbali mbali ya wahusika na mojawapo ya wahusika ni wahusika wakuu. Aina ya kwanza ya wahusika ni wahusika wakuu. Wahusika wakuu ni wahusika ambao hujitokeza mahali kwingi katika fasihi kiasi kwamba wanajitokeza kuanzia mwanzo wa kazi ya fasihi hadi mwisho. Kwa hivyo, ni wale wahusika ambao wanatawala kazi yote ya fasihi. Endapo ni riwaya, wanaonekana mwanzoni, katikati mwa riwaya hadi mwisho wa riwaya. Na kwa wakawaida wahusika wa, wa hawa hubeba maudhui makuu ya fasihi. Unapomwona mhusika kama vile Mangwasha kwenye riwaya ya Nguu za Jadi, Mangwasha ametawala kwenye riwaya yote, ukijaribu kuangalia sura zote za riwaya, Mangwasha karibu anajitokeza katika takriban kazi nzima ya fasihi. Aina ya pili ya wahusika ni wahusika wadogo. Na wahusika wadogo hujitokeza kwa uchache sana katika kazi ya fasihi, hujitokeza katika sehemu fulani fulani, japo hawaisawiri kazi nzima ya fasihi husika. Na utapata kwamba mara nyingi mwandishi huwatumia tu wahusika wadogo kuweza kutimiza lengo fulani mahususi. Kwa hivyo, mara nyingi tapata kwamba mwandishi anawatumia wahusika hawa wadogo katika kuweza kutimiza lengo fulani mahususi. Aina ya tatu ya wahusika ni wahusika bapa, na wahusika bapa ni wahusika ambao hawabadiliki kwa kigezo cha tabia kutoka mwanzo mwa hadithi hadi mwisho. Kwa hivyo, iwapo ama endapo wamesawiriwa kama waovu ama wabaya, mwandishi wasawiri kuwa wabaya bila chembe cha wema wowote hadi mwisho, na endapo wali, wamesawiriwa uh, kama wahusika wema, wema wao hudumishwa hadi mwisho. Kwa hivyo hawa ni wahusika ambao hawabadiliki katika kazi yoyote ya fasihi. Endapo wamesawiriwa uh, kwa, kwa sifa chanya, basi watabaki na sifa zile kutoka mwanzo hadi mwisho. Endapo sifa zao ni hasi, basi watabaki vivyo hivyo, wakiwa na sifa zile hasi. Kwa hivyo wahusika hawa wanaita, wanaitwa kumradhi Wahusika, uh, bapa. Kuna kundi jingine la wahusika wanaitwa wahusika nguli, na wahusika nguli ni wahusika ambao hutetea matakwa ya watu au wahusika wengine katika jamii. Mwandishi huwatumia kuwa watetezi wa haki za wale wanaodhulumiwa wanaoteswa ama wanaonyanyaswa. Na ndiposa unapoangalia kwa mfano kwenye riwaya ya Nguu za Jadi, wahusika kama vile Lonare na Mangwasha, basi tunaweza tukawaweka kwenye kundi hili la wahusika wahusika uh, nguli. tunapowaona wale wahusika bapa kwenye riwaya ya Nguu za Jadi, Tunaweza sema pia kwamba uh, muhusika Mtemi Lesulia muhusika Sagilu basi ni wahusika bapa kwa sababu hawabadiliki kwa vyovyote vile, wanabaki vile vile. Lonare pia amebaki kuwa vile vile. Kwa hivyo wahusika bapa na kuna wahusika nguli, kuna wahusika wengine ambao wanaitwa wahusika mviringo ama pia wahusika mduara eh, wahusika mviringo ama wahusika mduara, ni wahusika ambao tabia zao hubadilika badilika, tabia zao hubadilika badilika, na wanaweza kuanza hadithi wakiwa wabaya, lakini mwishowe wakageuka kuwa wazuri au waanze wakiwa wema alafu mwishoe mwishowe, kumradhi, wakageuka kuwa waovu. Kwa hivyo wahusika hawa katika kazi ya fasihi wanafahamika kama wahusika mviringo ama ukipenda wahusika mduara. Kuna kundi jingine ambalo tunaita wahusika wajenzi, na wahusika wajenzi ni wahusika ambao mwandishi huwatumia kuwajenga wahusika wengine. Kwa hivyo kazi yao mara nyingi ni kule kuwajenga wahusika wengine. Wanaweza kuwa wahusika wadogo, bapa au mduara, lakini malengo yao huwa kuwaendeleza wenzao katika maudhui na tabia. Hawa huwasaidia kuelewa sifa na tabia za wahusika wengine. Kwa mfano, tunapomchukua mhusika kama Cheia, tunaweza tukamwona kwamba Cheia anaweza akawa ni mhusika mjenzi kwa sababu kupitia Cheia basi tunapata kuelewa sifa za Sagilu. E, mhusika mwingine pia anaweza kuwa ni chifu Mshabaha. Chifu Mshabaha tunaweza tukaweka mweka pia kwenye kundi hili kwa sababu kupitia mhusika huyu Chifu Mshabaha tunaweza kuelewa zaidi kuhusu Mtemi Lisulia tunaweza pia tukafahamu zaidi kuhusu Sagilu na pia anatusaidia kumjua zaidi Mangwasha. Kwa hivyo hao tunawaita wahusika wajenzi. Kuna wahusika mkengeuko. Na wahusika mkengeuko ni wahusika wanaokwenda kinyume na matakwa ya wanajamii wanaweza kuwa katili wauaji, wanyanyasaji, wanafiki, fisadi na kadhalika. Kwa mfano, tukiangalia riwaya ya Nguu za Jadi, Sagilu ni mmoja wapo wa wahusika mkengeuko. Tunapomwona mhusika kama vile e, che, cheya kwa kiasi fulani mm, cheya Tunaweza pia tukamwona kama muhusika mkengeuko. Mtemi Mtemilesulia pia ni muhusika mkengeuko. Kwa hivyo kwa jumla tunaelewa kwamba kuna wahusika mkengeuko na nimesema hawa ni wahusika wanaokwenda kinyume na matakwa ya wanajamii na nimesema kwamba wanaweza kuwa katili, wauaji, wanyanyasaji, wanafiki, fisadi na kadhalika. Kwa hivyo kwa ujumla, msikilizaji um, na mwanafunzi wa lugha ya Kiswahili, tumewaona tu ama tumeweza kuangazia yale makundi ya wahusika. Hatujawaona wahusika wenyewe kwenye kazi ya fasihi ya Nguu za Jadi ajadi, lakini kijumla katika fasihi wahusika wanaweza kugawika katika makundi fulani. Kwa mfano tumeweza kuangalia wahusika wakuu ambao tumesema kwamba ni wahusika ambao wanajitokeza kwingi katika kazi ya fasihi kiasi kwamba wanaweza wakajitokeza kutoka mwanzo wa kazi ya fasihi hadi mwisho. Tumetaja pia kundi la pili, tukasema kwamba kuna wahusika wadogo, na nimeweza kuweka wazi kwamba, ama dhahiri kwamba wao wanajitokeza kwa uchache sana katika kazi ya fasihi, wanaweza wakatajwa watajwa tu. Kuna wahusika bapa, na nimesema wahusika bapa ni wahusika ambao hawabadiliki kwa kigezo cha tabia kutoka mwanzo mwa hadithi hadi mwisho. Na nimetaja tu nikasema endapo ni wabaya, basi uh, mwandishi wasawiri kuwa wabaya bila chembe cha wema wowote hadi mwisho. Kuna wahusika nguli kama nilivyotaja nikasema, e, kwamba ni wahusika ambao hutetea matakwa ya watu au wahusika wengine katika jamii. Kuna wahusika mviringo, nimesema ni wahusika ambao tabia zao hubadilika badilika, kwa hivyo wanaweza kuwa wazuri mara ya, wakati mwingine pia wanageuka wanakuwa wabaya. Wanaitwa wahusika mviringo ama ukipenda ni wahusika mduara. Kuna wahusika wajenzi nimesema kwamba ni wahusika ambao mwandishi huwatumia kuwajenga wahusika wengine. Alafu mwisho ni wahusika uh, mkenge huko, nimesema kwamba hawa ni wahusika wanaokwenda kinyume na matakwa ya wanajamii, na wanaweza kuwakatili, wauaji, wanyanyasaji, wanafiki, fisadi na kadhalika. Utakapokutana katika kipindi kingine, tutaweza kuangalia wahusika mahususi ambao wametumiwa na mwandishi Clara Momanyi kuendeleza dhamira yake kuendeleza maudhui. Kwa hivyo, naitwa Ustaz Kakamunai. Usisahau kusubscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Endapo una swali, endapo una maoni, uandika ujumbe pia ukinieleza hili au lile. Nakutakia mchana mwanana, asanteni sana. Maulana hawabariki hadi itakapokutana tena kwenye kipindi kingine.